Leo niko hapa Tegeta Kids na bahati nzuri sana, nilikwambia leo nitazungumza na watu wote wa wahusika ambao unatamani kuwasikia kwenye uh, masikio yako na macho yako pia kuwatazama. Niko na Mama Mage hapa na mambo mengi sana kumuuliza pia. Na yeye mamangu, heshima. Asante kwema kabisa, namshukuru Mungu kwanza. Ongera sana kwa kila ambacho umefikia. Hatua hii ni watu wachache sana ambao wamewahi kushikilia jambo lao na likafikia watu wengi na wakaelewa nini ambacho mnakusudia kukifanya. Ongera sana kwenye hilo. Asante sana. Ili, ilikuwaje hasa kwa mtu ambaye afahamu labda nilikuwa nazungumza na mamae kanielezea kwa uchache, lakini kasema kwa nazungumza na mama mama ambaye wa Kitanzania, kuamua kuja na idea kama hii ni wachache, wengi wakaona kama ni kupoteza muda, lakini kwa kweli uliona ngoja turuhusu hiki kitu tukifanya, hasa mwanzo hasa. Ilikuwaje mama? Mwanzo ulikuwa <laughs> ngumu, lakini kwa sababu anayeweza anayekuongoza yupo mm. Kwa sasa hivi ni rahisi, mwanzo ni kweli liku, nilikuwa na kipemala cha mwanangu mm -hmm kwenye sherehe yake nikamwambia, nitakutafutia watoto ambao hmm. wa kucheza mamedsi wa kuingiza ukumbini, kweli hmm. na hapo sikujua kama mimi mwanangu ana kipaji. Siku ya siku ikafika, nikamwambia sherehe imeshakaribia, nikamwambia mwanze kufanya mazoezi, nikaenda au nikamwambia vile, tafuta hata marafiki zako wawili, tafuta marafiki zao, nikabidi mimi niende nikaombe kwa wazazi wao, bwana, nilikuwa naomba. Nilianza na watoto sita hmm. akiwemo na mage mwenyewe wa sita. hmm kwa hiyo pale watoto wakacheza walivyocheza kutoka kwenye kipaimara basi tukamwa tuendelee, ilikuwa mm. mm. mm. tu hivyo tu mkavutiwa na. Yani mimi kwanza, mwanzoni nilianzisha kikundi Mbagala mm. n yani, alafu mimi nilikuwa na nacheza sana kwenye maharusi nilivyokuwa binti binti mamed sisi siju nini, kwa hiyo kile kipaji kipo ndani ya damu mm. <laughs> E, sasa baada ya hapo nikaona na huu utu uzima wangu, basi subiri. Sasa hapo walipokuwa wameanza kucheza, ticha nikamwita ticha, bwana naomba watrend watu, watu, watu, watoto yeah. Sasa mm. huyu hapa mimi sikujua na kipaji pale alipokuwa anacheza katika watoto wanaocheza, na anacheza vizuri ni yeye, basi nikasema labda kalisi kipaji kutoka kwa mama. Anasema damu nzito kuliko maji, nimeona sasa hivi watoto wamekuwa ni wengi sana. hasa ni siku gani ambayo ilikupa moyo ukasema kwamba hiki anachokifanya uh, kina faida huko mbeleni? Hasa najua mwanzo unakuwa gani mgumu sana. Ilikuwa je hiyo siku ambayo ilikupa moyo? Eh, uh, mimi wakati naanzisha kikundi. Gani kwanza? Saa hivi inaenda kama miaka mitano mi hivi. Oh. Eh, huu uh, uh, mwaka tunamaliza kuja watano uh, mwaka miaka minne. Okay, sawa. Eh, uh -huh. Rudi nyuma siu taka mwaka elfu mbili mwaka si na ngapi? uh -huh. <coughs> Mimi kwa kweli eh, sikutegemea kama tutakuja kufika huko kwa kweli. ukiukweli mm -hmm. Ticha nilipokutana naye akaniambia, na bwana, tusiishie tu hapo, inabidi tu tunaingia kwenye nani tunapiga clip, tunarusha mtandaoni, tunapiga clip, tunarusha mtandaoni. Ticha ndo alikuja na vijana akasema sawa, kwa sababu unajua sisi hizo hizo tupo kwa tunacheza hapo hizo hamna, kwa hiyo kama unajua hivyo kweli. Ticha akaanza na moja hivyo hivyo, watu wakawa wanaanza kutufahamu katika zile nani, comment mnaweza mnaweza mnaweza, mwisho wa picha tuka, tuka, tunapi, tunaenda kwenye maharusi sana sana maharusi, hivi vishere shere nje, mwisho wa picha wakatupenda, wasanii wakawa wanapiga simu kripu sijui nini mwisho wa picha tukawa tunapiga na kina Chino hivyo mm. Tukaanza kupanda, Mungu anatusaidia tunapanda mpaka tuwe hivyo. Sasa na kwanza alikuwa nani kufanya kazi? Msanii wa kwanza mkubwa nahisi kama ni Chino. Chino? Mm. Ah. Mm. Malipo yake ilikuwaje sasa? Okay. Malipo yake ni ya kawaida tu ni mazuri tu si mm. Msanii ule lazima tulipe ma... Malipo ni mazuri na watoto walifurahi mm. mm. Okay, uh, kazi ambayo kikweli imefanya watu wengi tukawafahamu ni kazi ya Diamond. Nataka nifahamu hasa mwanzo, Diamond aliwapata aliona vipi na ilikuwaje mpaka mkawaja kufanya naye kazi? kiukweli kusema, Diamond ametuona vipi, mimi hilo silielewi, bali tu nilipigiwa simu, mimi ndio niloipokea. Alo, mm -hmm. He, bwana madam wa Tegeta Kids, nikamwambia ndio. mm -hmm. Madam, nataka watoto mia kuna nani video wanataka ku, kuifanya ila hawakuniambia video ya nani. Nikamwambia sawa, unapata mm -hmm. kwa hiyo naweza kuwapata lini? likou ni ijumaa yeah, vipi? akasema Jumapili. Nikamwambia sawa, haina shida. Kweli Jumapili ilivyofika, mm -hmm. Jumamosi ile usiku, watoto nikakusanya huko semanini, nika, makundi mengine nikawachukua, mm -hmm. wakawa semanini mm -hmm. nikawaambia sawa sawa basi Ilivyofika saa mbili, tukamwambia tunaomba uhakika. mm -hmm. Ae, akasema huyu msanii bado yuko Zanzibar, uwezekano wa kurudi leo afu kesho akafanya video ni ngumu, ni ngumu. mm -hmm. Kwa hiyo hebu tufanye next week nyingine. Kweli ilipofika tena Ijumaa kanipigia simu, tukawa tumeshajisahau. Kapigia simu, bwana, wakusanye wale watoto Jumamosi kesho tunaanza. Kweli tukawakusanya watoto wakaja, teacher akaja kwa trend hapa kwa nani mazoezi mazoezi. Mm -hmm. Jumamosi kweli tukafika pule eneo la tukio, tukaenda Tandale shuleni. Mm -hmm. Na kaa kidogo atakuwa bado hatujajua kama ni mombe. Yeah. Nafika kidogo magari tunashangaa naingia meusi, mabounce wanatoka. Mm -hmm. Huyu ni msanii mkubwa vipi? Mm -hmm. Kidogo sasa tunazubaki kidogo, Mondi anatoka eh? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Pole, tulishukuru Mungu, akasema eh eh, Mungu asante. Watoto walifurahi, wengine walikuwa wanacheza mpaka wanalia, huwa hawakuamini maana hawakutegemea hata kumuona Mondi. Lakini mwadi makundi mengine tuliowaita wamefanya, yani Tegeta Kids imefanya waone Mondi, maana bila sisi kuwaita, eh kweli <laughs> mm, wa walifurahi Mm. Mm. Ni kweli walifurahi siku hiyo. Nimeona pia mwanao pia mm, alikuwa anatoa machozi baada ya kukutana na Diamond pia. Kama, kama, kama mama alikuambia ni kitu gani ambacho kiko kinamliza baada ya kukutana na Diamond? Diamond alimwambia nini hasa? Kama mama anasema, yeah, Mondi alikuwa anatusi afu mm, ni mtu ambaye kama akiwa na haswa au anapewa usia mm ni mwepesi sana wa machozi. Kwa hiyo pale hosia, watoto ni wengi, alikuwa wanapewa hosia, lakini unaona, hosia wa Mondi ulimuliza kwa aabe vitu tupambane. Mimi mwenyewe nimepambana sana, msichoke. Watu wanaosema vibaya ni kweli, mwanangu sometimes wanasema vibaya, labda katika zile nani kajumuisha kajumuisha, mtoto akaanza kulia kwenye kusema. Pia nianazungumza naye pia, kananiambia hicho kitu uh, mwanzo sasa wakati anazungumza neno kama yale, kama mtoto nawe, kama mzazi wake pia, ulikuwa unamwambia nini hasa ya? Mimi mimi sana sana ni mtu wa kudharau maneno ambayo hayana maana mm. Yani ni mtu mmoja wa kudharau sana maneno ambayo hayana maana manenombayo mm. Namwambiaga jiconnect kama mimi y yani, mm. Usimjibu mtu mm. Ukiona limekuzi sana, ingia nani, piga goti, mwambie Mungu huyo yeah. Ndo kila kitu ndo yani wewe ndo suluha maisha yako. Kwa hiyo we hata mama mtu mzima kwambie kiangalie kembamba, wewe sema asante, usimjibu. yeah, yeah. Yaani usimjibu basi. na ndio namwambia bwana mwanangu mm. maisha mwingine anakutafutia kiki tu, mm, ili afanye mambo yake anayojua. Kwa hiyo wewe nyamaza, mm, akikutukana, akikudharau, akikuona wewe malaya, akikuona wewe kitu chochote atakachokuita, mm. basi sema mimi ndio anakuja u... kunishtaki mama, bwana yule mama fulani sija naye kaambia hivi, hapana. mm -hmm. Usimfuate, usimfanye nini. Wewe shukuru Mungu, muombe Mungu akufikishia wa wanachokiona kibaya, basi mm, waje wakione chema. Mm. Mm. a Mwanao kwenye video ya nani, yeye ndo anaanza kuonekana pale na nimetoka kumsifia pia, nikamwambia hicho kitu, ulitegemea hasa ulikuwa, ah, ni script kwamba bwana, katika watoto sasa mwanangu naonekane video unavyoanza. <laughs> Ilikwaje? Mimi mi kikweli, kwanza mwanzoni sikujua, ila mwanzoni pale huyu teacher sometimes alikuwa na panga nyuma eh, ila madirekta wao eh. Unajua bwana, nyota ya mtu ni nyota mtu hawezi yeah, kumzidia madirekta wao bwana, huyo mleke anajua kucheza yeah, kuanzia mwanzo pale tulivyo walivyo wana eh. Kwa hiyo akicheza ni watu ambayo kila mtu anavutiwa yeah, jinsi anavyocheza. Kwa hiyo anaambiwa lete mweke mbele, mweke mbele. Ni jinsi anavyojituma na smile. Kwa hiyo pale madirekta mwenyewe alikuwa anasikia ana smile vizuri, anacheza na nyimbo inavyoenda ehe. Kwa hiyo yeah. <laughs> huyu wachini mbele, bila kufungua nyimbo. Mimi kiukweli, sema ukweli, mpenzi wa Mungu, sijajua hukujua, na wala sijajua, wala sijakuwa na edit nao wale, sijui nimekuja e, tu kuona e, basi, ni wakati wake Mungu, naye kampa baraka zake na riziki zake. Kweli video ilivyokuja kutoka nao ukaiona pale, mwanado anaanza pale na ndo shot ambayo inaonekana vizuri sana. Ulifeli kitu gani hasa na pia baada ya video ya Nani watu wakaanza kuzungumza kitu gani hasa? Tuanze na wewe kwanza, kabla ya watu yani, mimi na na video wanazungumzaulioawanakua ya kwanza naonekana kwanzanaonekanay ulijisikia vipi? mimi kama mzazi nilijisikia furaha sana, yani tu nilipiga goti ndani, nikamwambia Mungu, endelea kumpambania mwanangu na endelea kupambania kikundi chote cha Tegeta Kids, tufike mbali eh na watu mtaani wakaanza kuzungumza kitu. Wakati mwingine kwenye mafanikio sasa, kila mmoja anaanza kutubu, sasa anamwambia mimi bosi, sasa hivi yeah, hatukuwezi sasa hivi mambo yako makubwa sasa hivi utasikia, bosi, ee vipi bosi. Anamwambia bwana, mimi na Mondi, wewe bosi, Mondi e. Ubosi gani, hatukuwezi umepiga. <laughs> Yes, sasa hivi wewe bosi, hatukuwezi bwana, mastaa sasa hivi, bado tu gari tu hapo <laughs> nasema hapana, ni kitu cha kawaida hiki e. Tunamshukuru sana sana semaga, tunamshukuru Mungu. Basi Diamond naonekana kwa kuwa, kuwa, kuwa kubali sana nyingi kundi lenu, na akasema atarudi. Pia kuna ahadi ambazo akasema bana, ambazo nitaziweza tazio. anili nyi mepanga kuongea naye kitu gani ama mlimwambia kitu gani Diamond aweza kuwasaidia kwenye kikundi ambacho mnakihitaji, na pengine ambao wanawasikiliza, natamani tutawaguse sehemu gani hasa? Kwa kweli, Diamond hatujamwambia chochote, alisay alipromise tu, ila mm. hatukumwambia, hatujui moyoni mwake mm -hmm. ila kwa Mungu akisaidia, akija au wa hata wasanii wengine wakija, sisi lengo na madhumuni tulikuwa tunahitaji tufungue shule ya kukuza vipaji vya watoto yani, kama Mungu ataita wa wadhamini wa watupe watu nyumba, vifaa mm. kila kitu yani, ni shule ambayo ya, ya kukuza vipaji vya watoto, talent za watoto maana yeah. Afrika nzima hakuna mm. ndio lengo na madhumuni yetu sisi yeah. E, kama wasanii wana, wanaweza kutia mchango na kuwadhamini hilo mm. tu mm. mm. Tanzania tuna madensa wengi hakika, amba, ambao wanafanya vizuri sana. Kuna enjo nyingi, kuna kina Miss Energy wale na kina bonge la dada pia, wamekuwa ni wengi sana ambao wanafanya poa sana. Umeshawahi uh, labda kipindi ki mnaweza ma kufanya nao kazi na nini? Hatujawai uh, kufanya nao kazi ila jana tulipanda na na enjo nyingi tulikuwa mm. Bagamoyo mm. mm. enye alikuja na kundi, na sisi tukakutana pale, ila hatukupata nafasi ya mm. basi. Mamangu mimi nikushukuru sana na lolote wa kwa wanaicha wananchi. Amaam uh, natamani kuambia neno gani hasa? Ah, natamani kuambia wananchi tunawapenda sana mm. Unaomba sapoti zenu, Tegeta Kids au watoto waweze kufika mbali. hmm. Najua maombi yenu ndo baraka zetu. E, tunaombeni msichoke. Um, endeleeni kutupambania, na nyie mpo katika kutupambania, maana mtu akiweka vocha kituangalia bado kaisha, kaisha tupambania. Mm, Mungu awabariki sana. Um, asante sana.